Disiplini nchi ndio nchi ndio sera ilivyoamua ya nchi namna ya na kudil na na ugaidi na masuala ya haki za binadamu zinakuwa hayapo tena kwenye mtu akishaamua kufanya kitendo cha kihaini na kigaidi, kwa sababu hata akisema ufate utaratibu wa, wa, haki au sheria za nchi utaratibu uta, utaishia kule kule kwenye hukumu ya kifo. Kilichotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi yani, bila hata kupepesa macho, kilikuwa ni kitendo cha kigaidi. Kilikuwa ni vitendo vya kigaidi, kwa sababu vilikuwa vina lengo vya kutisha serikali kwa kufanya vurugu zilizopangiliwa, na sio tu na wapangaji ndani ya nchi, ndani ya nchi actually walikuwa hawapo, waliokuwa wanapanga amepangwa na nje. Unajua, kitu kikiwa kina foreign agent pale, ukienda kwa DCI uh, Director of Criminal Investigation au, au ukaenda <coughs> kwa anti-terrorism, police au nini Um, ta, yani taratibu zote za hasa hasa hapa kwenye kuanzia tarehe ishirini na tisa au before that na kamati zote za ulinzi na usalama za mikoa yote ambayo iliathirika walikubaliana, na naamini kabisa kwamba hatua iliyofikiwa, na watu walikuwa wanauliza kwa nini labda polisi hawakutumia mabomu ya machozi au labda magari ya wa washawasha au labda vitu fulani, kwa sababu situation ilikuwa isha uh, tem, kama hii situation iliyoko kwenye nchi ni ugaidi, na kulikuwa na jaribio pia la kupindua serikali kwa namna moja au nyingine kwa kutumia nguvu ya umma kwenda Ikulu eh, kama vijana wa Nepal Madagascar eh, wote lengo lao lilifanikiwa kuondoa serikali, lakini pia sio hivyo tu sio tu kwa kutumia nguvu ya umma nje ya katiba, bali hata kuingiza na jeshi, kwamba tutapigia makofi ma wanajeshi, tutahamasisha wanajeshi ikifika muda fulani wachukue nchi wao. Sasa kwamba tuitoi Tanzania kwenye utaratibu wa kikatiba na kidemokrasia, tuwe kama nchi za West Africa kama Mali, Niger, Burkina Faso. Hivi ndio vitu ambavyo ndio tulikuwa tuna watu wa nchi, na ndio walikuwa wanataka na nilikuwa nasema ukienda DCI, wale wote wana harakati ambao wanapokea fedha kutoka nje ya nchi kufanya hizi aina ya, ya harakati ndani ya nchi, wao wanakuwa labeled kama foreign agent. Foreign agent hana tofauti na spy. Leo ukiwa jasusi ukakamatwa unaiba siri za serikali ya China unapeleka nchi nyingine, unawalipwa, serikali ya China ikakukamata ikakuua, haitaambiwa mambo ya haki za binadamu.